Sihaba. Sihaba ni kimanda wa Sangilu, ni miliki wa Repin Lodging, na anatumiwa na Sangilu kutoesha masimu wake. Sifa za Sihaba ni mwenye tamaa. Alipenda Sangilu kwa sababu ya utajiri wake, ukurasa 16. Kwa hivyo ana tamaa ya pesa, anampenda Sangilu kwa sababu ya utajiri wake ili aweze kumpa zile pesa, ama kwa sababu alikuwa pia anampa pesa zenyewe, ukurasa kumi na sita. Ilitokea wakati mmoja, tuanze hapo a mjini r mrembo aja kama Sihaba alimpenda Sagilu si kutokana na umo watabia yake mali kutokana na utajiri wake. Pesa make zilikuwa kigezo cha beti. Sagilu alimpa chochote alichotaka, alimtengea bula kubwa, akamnunulia gari la kifahari. Lakini haya hayakuwa ya kule tu, aliweza kumtumia Sihaba ili kuwatoesha mahasimu wake katika biashara. Kila alivyotaka Sagilu, Sihaba alimruhusu, naye Sagilu akamtimizia mahitaji yake yote. Kwa nini asiaga naeza hayo? Mwishowe Sihaba alibadilika akawa na moyo mgumu kama wa Sagilu. Marafiki walianza kuwa wachache, jamaa wakaanza kumambaa kutokana na usuuga wake na Sagilu. hakujali kwa nini ajali nao? hawamlishi hawamlishi. hakujali tena maisha ya wengine. chochote alichotuma kufanya na Sagilu alikifanya kama ibada. Pia ni fisadi, alipokea hongo kuwafurusha waketo wa matango. ukurasa wa tisini na moja anza hapo juu. barua hii alimwandikia afisa mkuu wa ardhi tuanze hapa, tuanze huko tisini, tuanze ndio. ili kuna barua ambayo ndio pili, kuna barua ambayo inatoka kampeni airia Onare alitamga na kuwatia wengine hivi, kisha aliendelea. Barua hii alimwandikia afisa mkuu wa ardhi akiedeza kwamba kipande hicho cha ardhi ni mali ya ajia nakai. Aliposema haya wenzake walimanga na kupiga kidogo mizi wa mchana huu chagula alijisikia kutamga Onare aliendelea pia afisa huyo aakilishe cheti cha umiliki haki hiyo kimetolewa haraka iwezekanavyo kabla ya uchaguzi mkuu. Nakala ya barua hiyo amepewa Sajiru kwa majurisho makubwa haya. Sasa ninaelewa kwa nini Sihaba atawasili bahali bahalibali, alisema Kungudu. Si hayo tu, kuna mengine, Donari alitamka na kutoa barua nyingine. Alitazama kwa muda akatoa vitego vilichoashiria maogiko zaidi, kisha akasema, barua hii ilitoka kwa msajili wa hati, alimwandikia Chifu Mshabaha alimtaka afundishe watu waliopita mahema katika ardhi hiyo ifikapo tarehe ya kusajili kwa piga kura. Pia chifu Mshabaha hakikishe sehemu hiyo iliyozungushiwa watu wakapindwa na sari saa ishirini na nne Ronali alisita hapa. Endelea au umemaliza? Kama mtu ataki kusoma kama una rakisho wengine achana nayo achana nayo kabisa achana nayo tuendelee. Endelea au umemaliza? Sabila walimuuliza kwa amu. Barua hii inaeleza kwamba tashishi ya chifu Mshabaha pokee kutoka kwa Sihaba sajiru na Sihaba wameshapokea fungu lao. Naam, ninaelewa. Sasa hao wote ni marafiki wapika. Pakuwa alitamka sabura, washindwe vunguru. Alijisikia kutamka sasa, fute za nguvu wa uhalifu zimeanza kupangika vizuri sana, lakini hatutampa yeyote kuza ya kugai kesi yetu. Lazima sasa isikilizwe kama kesi ya dharura, maana ushahidi huo. Anare alisema mm, vizuri. Kwa hivyo tunaona ndio afisari anapokea hongo ni kikaragosi. Kikaragosi pia nilikwambia ni kibaraka. Hawa hutumiwa na viongozi kutekeleza yale mambo yote wanaambiwa yatekelezwe, bila kuuliza maswali. Kwa hivyo ni kikaragosi anatumiwa kusambaza vijikaratasi kufurusha waketwa. Kwa hivyo hapa anatumiwa na Sangilo, ni kikaragosi wake. Pia ni fasiki. Ni fasiki kwa sababu anaendeleza ukahaba. Umuhimu wa Sihaba. Sihaba hmm, anaendeleza maudhui ya ufasiki au unaweza kusema anaendeleza maudhui ya ukahaba kwa sababu ni mmiliki wa Red Bill Logic ambapo vigoli wanauzwa. Tusome sehemu hiyo ya Red Bill Logic 142. Hapo ni makao yenyewe. Kwa hivyo tuanze 140. Maua ya aina aina yalipamba maskani, maua ya aina aina yalipamba maskani hayo, yaliyozunguka na miti, mtu ameweza kuyaona kwa urahisi, majumba haya yaliyovutia kila jicho Mabasha alisona lile bango akaziba mdomo kwa mshangao. Ulikuwa na ile picha waliokuwa wakiona kwenye magari ya Siaba. Mduara mkubwa uliokuwa na ushanga mwekundu ndani yake, herufi hizo sasa ziligeuka zikawa maneno mazima yaliyotangaza. Mabasha aligeukia Fuguru na kusema sasa nimeelewa ulichosema, tusiwavamie wakati huu, tuende tukajipange vizuri, tuje hapa na polisi pamoja na akina mashauri ikiwezekana, tumvamie Siaba akiwa humo ndani. Mwambasha alishauri hatuanze pale wakiwa ndani. Wakiwa ndani ya gari waliwaona wasichana wadogo wakitapita kwenye viambaza vya majumba hayo, walivalia vinguo vifupi na vipesi sana. Wengine walikuwa wakiwasindikiza watu waliokuwa na umri wa baba zao kwenye magari yao. Mashangingi makubwa makubwa yalikuwa katika maegesho, mengine yaliwasili na mengine yalitoka. Sihaba aliwasili kwa gari lake akaingia katika jumba moja. Alikaa huko kwa muda kisha akatoka akiwa amevaa nguo za kuogelea alivitupa kijimini akaanza kuogelea. Wanawake hao walitulia tuli ndani ya gari wakimtazama. Alipomaliza shughuli hiyo, alikaa kitini akisoma gazeti. Waliosema mazao ya tamu wanajisha haramu hawakukosea. Kwa hivyo pia kuna suala la ubaguzi. si haba anasambaza vijikaratasi matango akiwaambia watu wahame hapo, si kwao, hivyo anawabagua. waketwa tatu ukatili, au tunasema kuwa yeye anaendeleza suala la ukatili kwa kubeba zawadi ya bomu katika harusi ya nani? Ya Magwasha na Mrima. Hata analipua ile bomu. Ukurasa ishirini na tano tuanze pale chini. Kaka mbona hivyo kaka, mbona hivyo? Sitaki aibu mbele za jamaa yangu, hebu nipishe. Mwanamke alipaza sauti na kuwafanya watu wote pale kumtazama. Msimamizi alipoona mwanamke huyo amefanyia kuwafikia maharusi alikifungua kifurushi hicho ghafla na kukirusha mbali sana na ule umati. Baadhi ya waalima walipoona vile, walipiga midoko na wengine kumaka kwa sauti. Wengi hawakujua kilichokuwa kikiendelea. Kifurushi kilipeperuka angani na kilipoduna chini, mlio mkali kama wagomu ulisikika mahali pale. Taharuki na tafrani kuu ikatawala mahali pale, watu wakawa wanakimbia huku na huko, kila mtu akawa ni mguu niponye. Maharusi walikimbizwa kwenye gari na kuondolewa mbio mahali pale. Moshi mkuka ulifuka ukafanya wingu kubwa jeusi juu angani. Watu walikanyagana na wengine kujiangukia ovyo kwa hofu. Wengine waliobeba zawadi walizitupa ili wawe na urahisi wa kukimbia. Wenye mioyo hafifu walizirai kutokana na mshtuko huo mkali. Watoto walitoa kemi za wonga huku wazazi nao wakikimbilia usalama wao. Vizuri. Pia tumesema kwa anaendeleza ukatili, ndio maana alibeba zawadi ya bomu. Pia anaendeleza mautu ya ufisadi kwa sababu anahongwa ili matango inyakuliwe, yaani ile ardhi ya matango inyakuliwe. Mwisho anaendeleza ploti, na nimeeleza ukiendeleza ploti ni pale anasababisha baadhi ya matukio nasababisha. Mfano utatoa, anasambaza vijikaratasi wa, watu wahame matango. Fungua ukurasa huo, ukurasa sabini na saba hali chini. mm -hmm. E, vizuri <coughs> Alfajiri kuamkia siku ya tatu wenyeji walipigwa na kutwa vijikaratasi lenye maandishi ya kuwataka waondoke mahali hapo. Wenitapakaa kila mahali, waheza wanashauriwa kuondoka kwa kwani ardhi hiyo ilikusudiwa kujenga soko kuu la wachuuzi. Ujumbe haukusema soko hilo litajengwa na akina nani. Ujumbe huo uliwakasirisha sana. Vizuri, mmhm. Kwa hivyo tuanze Chifu Mshabaha. Chifu Mshabaha ni kikaragosi walesulia. Yani, nasema, ukiwa kikaragosi au kibaraka, unatenda yale yote kiongozi anasema bila kuwazia athari yake au kuwazia yale ambayo yatatokea hata iwapo ni mabaya. Pia anafutwa kazi kwa kumsaidia Letulia kupata kiti cha kuwa kiongozi wa wanamatuo. Sifa ya kwanza ya mshabaha ni mchochezi. Ni mchochezi kwa sababu anapanga kundi la vijana kwenda kuteketeza matango, ukurasa hamsini na tano. Tuanze kusikiliza Lunare. Waliitwa na mkuu wa kikao cha faraga. Baada ya kikao hicho, Chifu Mshabaha alivia ofisini mwake akiwa amebeba majalada kala nyuma yake alifuatana wa na watu watano. Sijawahi kuwaona watu hao wa. Chifu alifunga wa mlango wake kwa mazungumzo ya faraga nao. Mambasha, alieleza watu hao wa walikuwa wamevaa vipi. Walivaa shagalabagala tu, yaani bwaga mtoae tu, hawakuwa na kifuata. Endelea. Donare aliashiria kwa mkono. Nilitaka kujua walikuwa wakiongea kuhusu nini, hivyo nilinyapia nyapia nje, nikasimama karibu na dirisha lake lililokuwa wazi. Nilimsikia Mshabaha akisema kwa hamaki, lazima wahamishwe, lasivyo tutakosa mtoto wa maji ya moto. Nilishangaa sana kumbe aliyokuwa akizungumzia ni haya unayoniambia. Ndiyo hasa. Sasa sikiliza Maneno haya aliyotamka chifu labima kwa mizani bali asiyesabiwe. Huenda alisema mengi tu lakini yasiwe ya maana yoyote. Hata hivyo ninaona kuna jambo linaloendelea. Nimekuwa kimya siku hizi zote. Haya tufike pale. Mshabaha pia Chifu Mshabaha ni katili kwa sababu anafuta kazi magwasha kiholela. Kurasa 135. Tuanze pale siku iliyokuwa 135. Magwasha ya kiasili kabisa kwa kawaida lakini alipigwa na mtoa alipoingia na kumkuta msichana ameketi ya. Alimtazama kwa muda. Msichana alimpa barua yake, kisha akaendelea kuchapa kazi katika tarakilishi. Mabasha alipokea akaenda katika chumba cha mapokezi. Huko aliketi na kuisoma. Ilitoka kwa Chifu Mshabaha. Wakati alivyoendelea kuisoma ndivyo alivyozidi kugaradika. Alipomaliza alihisi kukaakona kitu asichokielewa. Kitu hicho kilipanda aki kichwani, kilipofika huko machozi ya moto yalianza kumtiririka njia mbili. Kina kilifunga akashiba hata kutamka neno. Alitulia hapo famda kwa muda. Wafanyakazi wenzewe walimtazama kwa huruma. Baadhi yao walijua kilichotokea, lakini hakuna mtu aliyetasiri kufunua kinywa chake. Mwishowe Mabasha aliinuka akafuuza hadi afisini mwa Chifu Mshabaha bila kupoteza wakati. Bila salamu, alimkabili hii ndiyo asante yako baada ya, ya kukufanyia kazi miaka yote hii. Mabasha aliibuka Chifu alimtazama kwa mda na kusema, ulikuwa ukifanyia serikali, si mimi, na wewe huwezi kuendelea serikali kinyume ilani na kulipa mshahara. Bwana smaashaashivo hey, nafuta kazi magasha kiolela. Sifa ya tatu ya Chifu Mshabaha ni mnafiki. Anawapa pole waketa waliochomewa ilhali yeye ni mmoja wa waliopanga, kwa hivyo ni mnafiki. Ukurasa sitini na nane hapo ndipo ana anawasili matango pamoja na askari. Na askari kiwasili tu, kwanza Magwasha alimfuata Lunare kataka kuuuga ambayo aliyasikia kutoka kwa wenzake. Kabla hata ya kumwambia aliona gari la chifu pamoja na kikosi cha askari wakiwajia na kusimama karibu yao. Kitambo kidogo gari lingine lilifuata. Kini hili lilikuwa la mkurugenzi wa adititaria mkuu. Huyo wa serikali alitoka nje akiandamana na maafisa wengine wachache. Haya, sitini na tisa. Chifu Mshabaha, chifu Mshabaha alisimama mbele yao aliangaza <coughs> macho akamwona Magwasha amesimama kando ya Lonare, alikujwa uso kama mtu aliyeona kitu kisichopeleza, tangu Magwasha akaini pendekezo lake la kuolewa na rafikie Mshabaha ni kibaraka, anatumiwa na Lisulia kufurusha waketwa Matango. Umuhimu wa chifu Mshabaha, kwanza, anachomoza sifa za Magwasha kama mwenye bidii, kwani Magwasha anafika kazini mapema, lakini pia pale ukurasa 69 anakiri kuwa Magwasha alikuwa mwenye bidii kwa sababu alisema ni hodari. Anasema hivi: chifu Mshabaha simama mbele yao. Aliangaza macho akamwona Magosha amesimama kando ya Lunari kama mwenye bidii kwani si anakubali eh, Magosha ni mwenye bidii katika shirika la kibinafsi kama mhazili na mumewe aliaga. Mumewe aliaga kwa nini? Aya, sikiliza ukurasa ishirini na nane. Alikuwa na maradhi ya pumu. Pale ishirini na nane. Alijua mumewe hangeweza kulewa pombe kila siku kwani mshahara wake haungemruhusu. Lazima amejiunga na kundi la marafiki wenye pesa wanaojaribu kumpotosha. Magwasha aliwaza. Siku moja aliamua kwenda kumtembelea rafiki yake wa chada na pete, Bi Mbugulu. Huyo alikuwa mfanyakazi katika shirika moja la kibinafsi kama mhadhiri. Mbugulu alikuwa mwanamke mtulivu na mcheshi kama Magwasha. Mumewe alimpenda sana; alifariki kutokana na maradhi ya pumu. Kwa bahati mbaya hakumwachia mtoto yeyote. Wanawake hao walipendana sana, walisaidiana kwa mambo mengi, hasa yale yaliyohusu familia zao. Walipokuwa watoto wadogo huko kijijini kwao, katika eneo la Degoni, walicheza pamoja, walisoma pamoja, wakalia na kucheka pamoja, walipitia yote mazuri na mabaya katika kukua kwao, wakaonja matamu na machungu pamoja. Wazazi pia walihusiana vizuri, waliishi kama ndugu, wakafahamana kwa mengi. Kwa hivyo walikuwa wafanyakazi. tumesema mmeo aliaga kwa sababu ya ugonjwa wa nini? Wapumu. Kwa hivyo nikirudi kesho tutaanza sifa za Mbugulu